Karibu sana katika chaneli yetu. Leo tunaendelea na somo letu Vagus nerve. Huu ni mshipa mkuu ambao unaunganisha mifumo yako yote ya mwili na brain yako, na huu mshipa una nafasi kubwa sana ya kuamsha uwezo wa mwili kujitibu. Kumbuka nazungumzia naturopathic approach, najua. So, kuna wale wenzangu wameisoma katika mtazamo mwingine so, usio confused. Hii ni naturopathic approach. Uwezo wa mwili kujitibu, Vagus nerve Tuendelee kufuatana. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha una subscribe una share, ili wengine pia waweze kujifunza. Inawezekana ikamsaidia mtu akapona changamoto ina msumbua. Tufuatane. Vagus nerve ni mshipa ambao unaitwa uh, rest and digestive system, eh, rest and digestive system. Huu ni mshipa ambao unasaidia au ni moja ya mishipa ambayo imeunganisha organi zako zote katika mwili wako huwa unakuwa active kusaidia mfumo wa digestive system kuwasiliana na brain yako kwa ukamilifu. Na pia inasaidia kujisikia furaha, asira na uzuni, na amani kulala au jinsi ambavyo mwili wako unaoperate naturally. Na mshipa huu una unachukua nafasi kubwa katika kusaidia uwezo wa mwili kujitibu. Maana yake ni nini? Ogani zako zinawasiliana moja kwa moja na brain yako jinsi unavyojisikia ina, inawezekana sana ogani zako ndizo zinazosababisha usikie unavyojisikia. Kumbuka, kichwa ndio kinabeba taarifa nyingi, central nerve system, mifumo ya fahamu, mfumo wa fahamu wote umeunganishwa kwenye ubongo wako, na taarifa zinazofika kwenye brain yako zinaamua action gani unachukua. Mara nyingi sana tunachokisikia, kichwa kuuma, uzito na vile ambavyo miili yetu ina, ina operate, eh, kuchoka, kukosa focus, kukosa usingizi, kuwa na asira, vinategemea sana mifumo ya mwili wetu, miili yetu ina operate vipi. so, vagus nerve ni moja ya mshipa ambao unahusika sana katika kusaidia mwili wako uweze kuoperate vizuri. Na unajua huo unaweza kuwa activated kwa sababu so, pia unaweza kublock au kuwa blockage. So, tuendelee kufuatana, tuone kanuni njia taratibu gani utafanya ili huu mshipa wa vagus nerve uwe active na ukusaidie kurejuvenate, kuactivate, kuamsha uwezo wa mwili wako kujitibu. Jamani, maneno mengine sina ya Kiswahili. So, tutaenda taratibu iwe vipi tunachanganya Kiingereza na Kiswahili na maneno ya kisayansi. Kama vagus nerve kwa kuli sijui Kiswahili. Kama mtu anajua Kiswahili aniandikie hapa. Tuendelee kufuatana, huu mshipa wa Vagus nerve, unaunganisha brain yako pamoja na moyo, mapafu, tumbo, ini au liva kwa Kiingereza, pancreas au kongosho, na intestine au tumbo, utumbo like utumbo mwembamba, na hii inasaidia au huu mshipa unawezesha au una control mapigo ya moyo, e, eh, kupumua, mmeng'enyo wa chakula, kusaidia ile response e, eh, vile kinga yako ya mwili inavyofanya kazi inavyo inavyojilinda inavyo inavyo response, inasaidia pia kuregulate au kusaidia kubalansi mood e, eh, mood and stress regulation, hiyo ndio kazi ya Vagus nerve kukusaidia katika hayo maeneo. Na ujue, kwa sababu nazungumzia uwezo wa mwili kujitibu wenyewe, nataka unisikilize sana unavyoendelea kunifuatilia, kwa sababu hiki ni kitu unaweza kufanya nyumbani kwako, ukaactivate au ukaamsha uwezo wa mwili wako kuanza kujitibu wenyewe. tuna mili yetu ni janja, I always say, kila siku nasema mili yetu ni janja, inajua kitu cha kufanya ikipewa mazingira sahihi. Sasa hivi vitu nitakavyokuelewesha vitakusaidia kuupa mwili wako mazingira sahihi ya kujitibu wenyewe. Kumbuka mwaka jana mzima tumezungumzia hormone, mwaka huu tunazungumzia Vagus Nerve. Hivi ni vitu vya kawaida simple, na huwezi kuvipima ukasema unaumwa na Vagus Nerve uh, uh, hakuna na kitu kama hicho. Hakuna <laughs> kitu kama hicho hata hormone. Hormone huwa hugui, ni hormone imbalance. So, Tunapoizungumzia Vagus Nerve, huu ni mshipa ambao uko underrated sana kwenye masuala ya afya, inawezekana hata uangaliwi kabisa, lakini kwenye naturopathic medicine is a key. Ni mshipa ambao utatusaidia sana kuwezesha mwili kujitibu wenyewe, kwa sababu unaweza kuactivate, unaweza kuamsha, ukaanza kupeleka energy ambayo itakusaidia kutoka kwenye brain mpaka sehemu nyingine zote za mwili wako, kwa sababu huu mshipa umeunganika sana. Umeunganika sana na organi zako zote unaona, hapa inaamua modi na stress, inaamua mapigo ya moyo, inaamua digestion yako inavyounganisha na brain. Tushasema tumbo ni brain namba mbili. Sasa eh, vile brain yako ina operate inategemea sana vile tumbo lako lina operate. Kama mwili wako hauwezi kuoperate kwa utulivu, maana yake digestive system yako haina utulivu, mwili wako una inflammation, unakosa usingizi, mapigo ya moyo, kila kitu kiende vizuri, maana yake mifumo ya mwili wako haiwasiliani kwa usahihi na brain yako, na inawezekana kabisa kama sio hormonal imbalance ni digestive system disorder eh? Mfumo wako mmenyonya ufanye vizuri, na inawezekana pia ni blockage ya nervous ya, ya vagus nerve. so tuangalie, na tutaendelea kufuatana, ili litakuwa somo refu kwa, kwa jinsi ambavyo utatulia na kusikiliza na kufuatilia, inaweza ku unlock au kufungua katika maeneo mbalimbali ya kuhusiana na changamoto za afya yako. Hata changamoto utaendelea kujifunza zaidi. Subscribe, subscribe, tuendelee kujifunza. Hii Vagus Nerve kwenye naturopathic approach au Wajerumani kwenye highly practical, wanaita healing nerve, au ni mshipa wa uponyaji. Huu mshipa unasaidia mwili wako kujitibu wenyewe na maeneo mbalimbali mbali kufanya kazi yake vizuri. Eneo la kwanza linalosaidiwa sana ni mfumo wa mmengenyo. Mfumo wa mmengenyo unapofanya vizuri, inaamsha uwezo wa mwili wako kujitibu, na kwa sababu mfumo wa mmengenyo umeamshwa vizuri, mwili wako unaweza kukontrol inflammation au lile jipu linalotambaa na mwili wako kwa sababu mfumo wako wa mmeng'enyo unafanya vizuri, kinga yako ya mwili inaweza kuimarika kwa sababu mfumo wa mwili unafanya vizuri. Yaani, huu mshipa unaruhusu mwili wako kurelax na mfumo wa mmeng'enyo kufanya vizuri, emotions zako zina balance, unakuwa na utulivu, unaweza kufocus. He, kwa sababu inasaidia muunganiko wa brain na mmeng'enyo, inasaidia ile connection ya brain na mmeng'enyo. Vagus nerve inawezesha kupeleka signal kwenye brain yako na kukuruhusu uweze kuwa na utulivu. Sasa unajua, ulishasikia mtu anasema hadi eh, tumbo langu limeuma, ameshtuka hadi tumbo limeuma, kwa sababu ile connection ya brain na mmeng'enyo wako ni kubwa sana na huu mshipo wa vagus hautoi taarifa kwenye brain kupeleka kwenye mwili, hapana. Unatoa taarifa kwenye mwili kupeleka kwenye brain. Kwa kama mfano una constipation, wenyewe unapeleka taarifa kwenye brain yako kwamba hatujakaa vizuri, kuna shida, eh, mwili umebeba uchafu, na taarifa eh, za brain hazirudi kwenye tofauti na, na ile connection ya moja kwa moja ya brain na tumbo kwamba zinaweza kusend na kudescend kwenye vagus nerve ikisha send kwenye brain kazi imeisha. Hakuna ku descend back. So, la, ni muhimu sana kujua jinsi ya kuactivate ili mwili wako uweze kushinda hizo changamoto. Asante sana kwa kunifuatilia. Hii ni sehemu ya kwanza ya vagus nerve. Kama hujasubscribe, hakisha ume-subscribe, ume-share ili tuendelee kujifunza. Nitakuja na sehemu ya pili. Asante sana. Mm. Your body has a nerve that controls your heart, lungs, digestion, emotions, and stress. It is called the vagus nerve.